Mtazamaji wa Mchuchuma TV hapa ni Gregashina namba 4 ambalo linapatikana kata ya Mtwango ambapo leo hii e, viongozi mbalimbali mbali kutoka halmashauri ya Makambako wamefika hapa kumshika mkono a, barozi huyo ambaye amejitolea kujenga ofisi ambapo ametumia zaidi ya milioni 4 na laki sita ambapo ofisi hii kukamilika kwake kuna taraji kugharimu zaidi ya milioni sita. Na leo hii wadau mbalimbali wa maendeleo wamefika hapa kumshika mkono ambapo leo hii amechangiwa mifuko uh, ishirini ya simenti. Ameeleza namna alivyofikiria wazo la kuanza kujenga ofisi hii ili kuhakikisha kwamba anahisisha shughuli za utendaji katika Chama cha Mapinduzi. Tumekuja na kidogo. Tumekuja na kidogo, na kidogo. Tulichokuja nacho ni mifuko ishirini ya simenti mifuko ishirini hiyo, mkurugenzi mwenzangu alitoa, ametoa kumi, mimi nimetoa kumi, lakini tulikuwa kuja tuangalie, ni kidogo sana, ni kidogo sana, lakini kwa hiki mlicho kifanya, mheshimiwa balozi, nikuite tu mheshimiwa hivyo hivyo, nikuite tu mheshimiwa, tunakubariki kwa hiki mlicho kifanya. Tumezungushwa, tumeona, si ndio? Tuahidi, kuna vingine vinakuja Naitwa Rajab Shayo, mkurugenzi mkuu wa 42 Microfinance Limited. Hii ni kampuni inayojishughulisha na mikopo, iko halmashauri ya mji wa Makambako. Tuliguswa na, na, na, na, na mama huyu ambaye ni balozi ambaye ni balozi wa shina namba nne. Uh, baada ya kuona kwenye habari akiwa ana, ana, ana, anazungumzia ujenzi wa ofisi ya shina kitu ambacho hatujawahi shuhudia kwa baada ya kuguswa, lakini kabla ya kuja, kwa sababu alinifuata mimi, nilimfuata mkurugenzi mwenzangu wa kampuni ya, Fuku, ya Ikete Microfinance naye, kwa sababu tuna ushirikiano, nikamwelekeza, akasema sawa, hebu twende kwa pamoja tukaone, na chochote tutakachokuwa nacho, hata kama ni kidogo, lakini tusaidie, kwa sababu najua mtu anapokwenda kujenga jengo la chama anaimarisha chama na sisi tunatamani chama chetu kiwe imara, leo kesho, mpaka sisi tunakufa, tukiache kama tulivyo kikuta, ndio tamanio letu kama vijana. kwa baada ya kukutana na hayo nikamwelekeza mwenzangu akasema twende, lakini kwa kwenda tu twende kwanza na hiki kiingilio. Kiingilio tukasema tuingie angalau na mifuko 20 ya simenti, mengine tutayakuta pale mahitaji yake, tutayakuta pale kwenye mahitaji yake. Sasa ndio tutaona tumsaidie nini, baada ya kupata mahitaji ndio maana tumesema kilichokuja nacho ni mifuko ishirini ya simenti yenye thamani ya shilingi laki tatu na alfu sitini lakini alihitaji mchanga wenye thamani ya laki mbili tumemwambia laki mbili na nusu tumemwambia, hiyo tunampa lakini pia alihitaji masinki ya vyoo kwa sababu ana vyoo viwili hapo, ambayo nafikiri sinki moja ni kama shilingi alfu ishirini, ishirini na tano tumemwambia nayo tutampa lakini pia tutamfungia milango yote kwenye eneo hili la ofisi yake na kule kwenye vyoo, kwa nafikiri thamani yake inaweza kaenda kwenye laki nane, laki tisa. Sisi kama vijana wa, wa, wa tuliotokea Makambako ambao tuko wawili, ambao tunamiliki kampuni ni kampuni za aina moja, lakini kampuni mbili tofauti, kwa tunatoa sio tunatoa sisi, zinatoa kampuni zetu, na sisi kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye biashara hizi au makampuni haya tunatakiwa sehemu fulani tukachangia jamii, na ndio maana hii wazazi, jumuiya ya wazazi walijua kwamba sisi tunatoa, na ndio maana wakatufuata kuja kutuomba tuje tumuunge mkono huyu balozi. Kilichotuleta zaidi ni hicho, tunampongeza, lakini pia hata kile tutakachotoa tunamwachia uhuru, atakapoona amekwama, sisi tuko tayari kujazia. Kwa majina, naitwa Nestor Alfred Sanga ni mkurugenzi wa kampuni ya Ikete Microfinance. E, tumeambatana na mkurugenzi mwenzangu Rajabu Shayo ambaye ni mkurugenzi wa 42 Microfinance. Tumekuja kutembelea kata ya Mtwango, e, kujifunza namna ya ujenzi ofisi ya shina namba nne katika kata ya Mtwango kitongoji cha Ilolo, namna walivyoweza kukamilisha ujenzi wa ofisi yao ya shina namba nne. E, tuwakaribishe wadau wengine wowote wale Tanzania, sehemu yoyote ile waje kuhakikisha wanasapoti kwa kidogo ambacho wamechangiwa, wamebarikiwa ili kuweza kuchangia ujenzi wa ofisi waweze kukamilisha. Sisi tumetoa sehemu ndogo, na wengine wadau wakiwiwa, basi waje wakamilishe tulipoishia sisi. Kwa hiyo ni lazima tunuse ili chama cha mapinduzi kiende kwa. Tunapofanya haya ya chama cha mapinduzi ni kwa sababu chama chetu kiendelee, na hususan yawezekana mwaka au mwakani tutapata balozi mwingine ndani ya wilaya ya Njombe au mkoa wa Njombe, naye akaibuka akajenga ofisi. Tunataka <totu> haya yaenee, ndugu zangu. Mwenyekiti wa wilaya amefurahi sana na, mimi ni mimi

maana maeneo maeneo mengine hapa kidogo pkidogo tofauti. Niwashukuru sana kwa kunipokea, niwashukuru sana kwa uwepo wenu toka asubuhi, lakini kipekee niwashukuru sana mwenye timu yako mzima kwa buni, uenda ni mpango wa Mungu chama chake kuona kwamba kuna, kuna maeneo pe kwa kua kupitia haya sasa tutatoka hata uchaguzi wetu unaweza kaja kuwa mwepesi. Kwa majina anaitwa Huruma Malko Mgaya, ndio balozi wa shina namba nne. Mimi nawashukuru sana wanachama wenzangu ambao waliposikia kwenye taarifa za habari kusema shina namba nne limejenga ofisi wamekuja kunisaidia na yale nilioyaomba. Niliomba niliomba lolo moja la, la mchanga, lolo tano za nondo na simenti mifuko 52, lakini wenzangu wa chama kata ya kibadi wamekuja wamenisaidia mifuko ya simenti ishirini na wameniahidi kuja kunisaidia vile nilivyoviomba, ambao nitakavyoshinda. Na waalika na wengine ambao watabarikiwa kwa jambo hili waniunge mkono. Ni lengo kubwa la, la kufanya hivi, malengo makubwa kabisa ni kuimarisha chama changu cha chama cha mapinduzi kisonge mbele na kuwahimiza mabalozi wenzangu wapate umuhimu wa kuwa na ofisi. najua kuna balozi mwingine ana nyumba ndogo sana. Majukumu yanakuwa mengi. Ana wanachama wengi, wanaleta mambo mengi pale nyumbani. Na size ni kisasa, watoto pale nyumbani ni wengi. Na wale watakaoleta yale mambo ya kuongea mambo mengine yanakuwa ya asili. Watoto wale wanasikia, baadaye utaona unasikia sehemu za vijiweni. Lakini naona kwangu mimi naona sio vizuri. Wajitahidi sana mabalozi wao wana vyumba, wana ofisi ya ubalozi. Nikiripoti kutoka hapa katika kijiji cha mimi ni Mike Mwabima na hii ni Mchuchuma TV.